snaenya bari ya Krismasi k no, wazima mimi niliwaambia kwamba nyamazeni, mpime mtu yake bila anaenda siwe na haraka. Juzi niliona Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto anashambulia Kalonzo katika Kalonzo hajatengeneza barabara ya kwenda kwake kwa takriban miaka hamsini. <coughs> Kwani Kalonzo anatoa pesa kwa mfuko yake niajenge barabara ama nikate serikali? A yes, yes, yes, yes. <coughs> Hey. kwa hivo, <kwa> kwa... <coughs> Kalonzo ameomba barabara muda mrefu ijengwa Ukambani, lakini serikali imekataa kwa sababu hawaungi mkono. Yes. <coughs> kwa sababu tunasema ah, Kalonzo Kalonzo atoke Ukambani Ukambani hey. inaonekana ni, ni eneo ambayo limetengwa kimaendeleo, niungane na maeneo me, me mengine ambayo yametengwa kimaendeleo ah, na wote tukuje pamoja juu ya kitu kimoja, ikifika tarehe tisa mwezi wa nane 7 asibuli na mapema, Kalonzo nani, umechoka na siasa ya kudanganywa sasa hii. mm -hmm. wa Kenya wameanza kudanganywa, ato nataka kupeleka Kenya iwe Singapore, Malaysia, South Korea na ili hali kuinua mama mboga hapa chini, kuinua bodaboda, kuinua mahasala ameshindwa. Sasa kupeleka Kenya kwa fasi wa nation ndio itawezekana? Hii ni utapeli wa hali ya juu. Yes, yes. Hey! Rais William Samoei Ruto anatumia hey! na tunamwambia bwana hey! na maneno yako matamu matamu, hiyo mara hii mtadanganya wajinga nini? Wale watu ambao wana kura, chukeni kura Sawa. Chukeni kura na kura, chukeni, <tipa> na upewa, wajinga. Na upewa wajinga, nyamaze, ashughulike vitu vyake.

Viwanda kuna Kenya hii? Kila kitu ambacho tunanunua Kenya, Made in Egypt oh, Made in Malaysia oh, Made in Rwanda. Ya Kenya iko wapi? Made in China ndio tunanunua. Alafu mtu anakuambia kwa miaka tano ile imebaki Kenya itakuwa kwa first world nations. Bure kabisa hiyo, bure. Bure.